Katika rubaa za kimataifa tunaangazia kwamba Papa, Papa Massata Diack amefungiwa na shirikisho la riadha duniani IAAF kutoka kwa tuhuma za rushwa, na kwa undani wa taarifa hii mwanamchezo wetu Luis Endeu anatupasha zaidi. Shirikisho la riadha duniani IAAF limemfungia Papa Massata Diack kutojihusisha na shughuli za mchezo wa riadha katika maisha yake yote. Papa Diack alikuwa mshauri wa masuala ya masoko wa shirikisho hilo la riadha duniani. Papa Massata ni mtoto aliyekuwa rais wa shirikisho la riadha IAAF Lamim Diack ambaye naye ameondolewa kwa tuhuma za rushwa na ufisadi. Mkuu wa shirikisho la riadha la Urusi Valentini Barakaev na kocha Aleksey Melkov pia wamepigwa marufuku ya kutojihusisha na riadha maisha yao yote mashtaka dhidi yao yanahusiana na, na malipo ya paundi laki nne na elfu thelathini na tano sawa na dola laki sita na thelathini na tatu elfu ambayo mshindi wa zamani wa London Marathon Mrusi Lilia Shobokova alilipa ili kuondolewa tuma za kutumia dawa za kusisimua misuli zilizopigwa marufuku michezoni. Makosa waliotenda kamati ya maadili ya IAAF imesema amekanusha. Mwezi uliopita Papa Massata Diack anaishi Senegal, anakanusha madai yote ambayo waendesha mashtaka nchini Ufaransa walikuwa wamewasilisha dhidi yao. Daktari wa zamani wa Chelsea Eva Carnelo amejenga hoja kuondolewa kesi dhidi ya klabu hiyo, ambapo dokta huyo anatarajia kwenda katika mahakama kamili baada ya kushindwa kufikia makubaliano kwa pande zote mbili. Carnelo mwenye umri wa miaka 42 alikuwa jijini London akihudhuria katika mahakama ya kesi ya ajira inayosimamia sekta binafsi kwa ajili ya maamuzi. Canelo, akiambatana na mume wake pamoja na timu yake yao na sheria, baada ya kutoka kwenye shauri hilo hakutaka kuzungumza na vyombo vya habari. Daktari huyo alikuwa luzana na aliyekuwa kocha mkuu wa klabu hiyo Jose Mourinho akimshutumu kutumia muda mwingi kumtibu kiungo mshambuliaji Eden Hazard wakati timu yake ikiwa nyuma kwa bao moja kwa bila. Kutokana na mkasa huo Dr. Canelo alihamishiwa kikosi cha wachezaji wa akiba, jambo lilomfanya apandishe ghadhabu na kuamua kuachana na klabu hiyo.